Karibu kwenye camelAgri TV. Leo tupo tunazungumzia kilimo cha mboga za maboga. Kama unavyoona, mboga zinaendelea vizuri, japo ni msimu wa mvua, kwa hiyo unapata shida kukua, lakini kama unavyoona Gonga like so, subscribe, share ili tuweze kukua na kufanya kontenti zaidi.